Ndio na pondoke. Sema pondoke. Sema pondoke. Sema pondoke pale. Pondoke pale. Pondoke ndio hiyo. Pondoke ndio hiyo. Hiyo ni pondoke. Hiyo ni risasi. Risasi ndio hiyo. Risasi risasi ndio hiyo. Ngoja risasi. Ngoja risasi. ipa pa pa pa pa, ipa ta ta ta ta. Risasi risasi. Pondoke pondoke pondoke pondoke, eh Punduki, hii ni punduki. Sema punduki. Sema punduki. Sema punduki. Sema punduki. Punduki. Ina ya. Kata kata kata kata. Kila nguvu za kichawi. Nguvu za kichawi. Come out. Come out. Come out. Come out. Tata tata tata. Come out. Kata kata kata kata. Come out. Nguvu za kichawi. Kata kata kata kata. Pokea kipawa. Pokea kipawa. Pokea kipawa. Pokea kipawa. Shata tata.